kutembeza kadi nyumba kwa nyumba watumie kadi dialect kwenye simu zao za mkononi iwe smartphone au kitochi. Tupigie kwa simu namba 07474098 au tucheki whatsapp kwa namba 0763530877 kwa kadi za kijanja, sisi ndo namba moja. Baada ya matukio ya Oktoba 29 jijini Dodoma, mgawanyiko na malalamiko viliendelea kusikika kutoka kwa pande mbili za jamii. Wengi walijaribu kueleza maoni yao, lakini bado kulionekana hitaji la sauti zote kusikilizwa kwa kina na bila upendeleo. Katika mazingira haya, mama Terry alisimama mbele ya waandishi wa habari na kusisitiza umuhimu wa kusikilizana na kufuata suluhi inayotokana na kuelewana, si kugawanyika. Akasema wazi kwamba maridhiano ya kweli hayawezi kujengwa juu ya kufunika jeraha lisilotibiwa. Alisisitiza kuwa hata wale walioonekana kama wapinzani, waliokerwa na hata waliodharauliwa kama waandaazimu bado wana haki ya kusikilizwa. Kwa kusikilizana kwa uaminifu na kukubali ukweli kutoka pande zote, ndipo msingi imara ya mwafaka inaweza kupatikana. Kweli si furahi sana kwangu mimi, ni ngumu sana, ni ngumu sana sasa hapa, naomba kwa ridhaa yako unishauri Niseme juu juu kama kupaka Blue Band kwenye mkate ama niseme ukweli? Naomba unijibu hilo. Sema, kufuatia tamko letu, tamko letu limejieleza, limejieleza vifungu mbalimbali. Siko kwenye upande wa kuchallenge tamko lililotolewa lakini mimi umeniambia niongee kama mama, mama ambaye kazaa watoto. Mimi ni mzazi, kama nataka kusema ukweli hapa bila kulaumu upande wowote, ningependa kusema kwamba unapotibia kidonda jeraha ambalo ni kidonda na limeweka usaha, inabidi usafishe, utoe kwanza ule usaha mpaka pawe safi kabisa, tena ikiwezekana, patoke damu kidogo, ndio upasiribe kwa dawa. Kama kweli tunania tuache tamko, Mwenyekiti kiti, tumesema tamko letu na ilikuwa ni muda, ingebidi tamko hilo limetolewa lakini hata sasa hatujachelewa, ni muda mwafaka. Lakini bila kusafisha kidonda, tukasema tunaweka dawa juu ya usaha, hatutakuwa tumeponya nchi, hatutakuwa tumeponya nchi. Hapa sitaki kulaumu upande wowote, lakini tukitaka tufanye maridhiano na sisi jumuiya ya maridhiano, tuende kwenye shina hata kama ni mume umeoa mke, si rahisi arubuniwe mke yule kama una, una, una, una, una, una ekti wewe kama mume kumridhisha, kama mume unapotakiwa na dunia na Mwenyezi Mungu kwa ahadi zenu. Kuna watu ambao wana malalamiko yao. Msemaji aliyepita amesema hapa, bila kuwasikiliza kwa kituo hata kama ni ya uenda wazimu, lakini wana wana haki ya kusikilizwa. Tukawasikiliza na sisi wakatusikiliza, hapo tunaweza tukapata mwafaka mzuri tu. Mimi nimezika watoto wawili niliowazaa mwenyewe, sio kwa ajili ya maandamano yaliyofanyika, la hasha. Najua uchungu wa mzazi kuzika mtoto. Tunataka sisi wazazi tuzikwe na watoto wetu. Sasa hiki kidonda kinatunga usaha tukikwangue kwa vijana na kwa na hawa wazazi waliopoteza watu wao. Tuweze kujua watu wana uchungu wao sana. Je, tunasema tutibu? Tunasema tuwe na siku tatu za maombi. Sawa. Mwenyezi Mungu anayapokea, lakini pia ametupa akili na utashi. Zaidi ya yale maombi ya Mwenyezi Mungu, maombi yetu kwa sisi wenyewe ni yapi? Ni kukutana, hata kama itakuwa ni kwa wilaya au ni kwa kata, tukawasikiliza watoto wetu. Siku hizi ni watoto wa teknolojia hawa, jenzi ni kizazi kingine, si enzi za Mama Terry za 19 kweusi wanafahamu na wanaufahamu mkubwa. Nini tunapozungumza nao tuweze kujua, lakini tuzungumze nao kwa mambo ambayo wa na wao waone kama tunawasikiliza asante. Asante. sio mtu aongee aseme alafu kesho, yaani saa nane za usiku anatekwa, alafu mimi mzazi nisiulize mwanangu yuko wapi Mwenyekiti, samahani kwa hilo, nitauliza. Utekaji ukiisha nchi hii, kwa jina la Mungu aliyeumba mbingu na dunia, mambo mengi sana yatapungua. Na mimi pia unilinde nisije nikatekwa. Asalamu alaykum. Kama mzazi yalifananishwa, alifananishwa na hali hiyo na kutibu kidonda kilichoweka usaha, haiwezekani kukipaka dawa juu juu bila kusafisha kwanza. Lazima uchungu uliopo utolewe, ukweli usemwe na msamaha ufuatwe, ili jeraha lipone kikamilifu. Na baada ya hapo ndipo jamii inaweza kushona upya mshikamano wake na kusonga mbele kwa utulivu na heshima kwa wote. Mtazamaji na mfuatiliaji Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share, ili tuendelee kukupa taarifa zetu.